Vinapatikana nisipo pajua, lakini vinapatikana. <laughs> vipo huko kwenye mkutano, vipo aya. Ah, nataka nimlete Dr Emmanuel. Ah, Emma Kulata jamani, ni Dr Ema sasa, hata kina Emmanuel wanaitwaga Ema. Karibu, karibu sana. Huyu ni, pri, ni principal wa chuo cha ACTS, chuo chetu wenyewe kinachotoa, atatuambia kozi zake, lakini ni post graduate wanasoma watu ambao wameshamaliza degree ya kwanza. Yeye mwenyewe ni dokta wa kusomea, alisoma doctorate of theology, alisoma huko Togo, wa Marekani ndio walikuwa wanasimamia masomo yake, kutetea pepa yake alienda kutetea Marekani na alipotetea alikuwa mwanafunzi wa kwanza, yani alifanya vizuri, akawa mwanafunzi wa kwanza. Na nafikiri kwenye TAG yetu ni doctor of theology wa kwanza, ni mwanamke wa kwanza. Sasa amepewa nafasi kubwa, anataka kutuelezea kwa dakika chache. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Ninajua